Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Leo tunazungumzia kuhusu mmoja wa waja wa Allah ambaye alitumia maisha yake katika kher, katika kuwaombea watu, katika kuwasaidia na kuwelekeza kwenye dua, shekh sharif majini rahimahullah Mwenyezi Mungu amrehemu, amsamehe na amweke mahali pema peponi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu, shekhe huyu alikuwa maarufu sana kwa uwezo wa dua na maarifa ya Qurani. Alikuwa akiwasaidia watu wengi waliokuwa na matatizo mbalimbali kwa mbali, dua, ushauri na mawaidha Wengi walimfahamu kwa unyenyekevu wake, hekima zake, na namna alivyoelekeza watu kumtegemea Allah pekee. Hakupenda kujitukuza, bali alijua kuwa dua ni silaha ya muumini, na mara zote alikumbusha kuwa dua si nguvu yangu, ni rehema ya Allah pekee. Leo Shekh Sharifu Majini hayupo, hayupo nasi lakini tutabaki na alama ya wema wake, tutabaki na alama ya wema wake. Na kama Waislamu tunakumbushwa kumwombea kila aliyefariki. Allah subhanahu wa taala anasema ndani ya Qurani kuwa, walladhina jau min badihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman na wale wanaokuja baada yao husema Mola wetu tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia kwa imani. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalatha, anapofariki mwanadamu amali zake hukatika Yaani, matendo yake hukatika isipokuwa mambo matatu: moja, sadaka yenye kuendelea; mbili, elimu aliyoiacha, au mtoto mwema anayemuombea. Kwa hiyo kumwombea Shekh Sharifu Majini, ndugu zangu, eh, ni sehemu ya kumwenzi, si kwa maneno tu, bali kwa dua. kwa hivyo Uh, tumwome Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehema, amsamehe Shekh Sharifu Majini makosa yake, ampe nuru kabrini kwake, ampe nafasi ya mapumziko amani, na amwandikie miongoni mwa waja wake wema. Ewe Allah Subhanahu wa Ta'ala, amsamehe, umrehemu, umpe ufueni, umtukuze makazi yake, umuongoze mapumziko na umsafi kwa maji barafu na theruji. Amin ya rabbul alamin. Ndugu yangu katika imani, leo ni Shekh Sharifu Majini, kesho ni mimi na wewe. Tujitahidi kuwacha alama njema kama alizoacha yeye za dua, elimu na kheri. Ndugu zangu katika imani Tumwombee, tumkumbuke kwa dua na tuendeleze yale mema aliyoyaanzisha Mwenyezi Mungu. E, ali, ali, yale mema ambayo alikuwa akitusihi katika kufanya toa, kwa viongozi na kuomba dua e, kwa kumtegemea Allah subhana wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amweke Shekh Sharifu Majini mahala pema peponi Firdausi. Ndugu zanguni katika imani Mwisho kabisa tumalize kwa aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayosema ya kwamba ya ayatuha nafsu lmutmaina rjii ila rabbik radiyatan marudiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ewe nafsi tulivu, rudi kwa Mola wako ukiwa umemridhisha na umeridhiwa, basi ingia miongoni mwa waja wangu na ingie katika pepo yangu. Ndugu yangu mwislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ametuumba kwa lengo la kumwabudu, na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anataka sisi e, waja wake tuendeleze ibada, kwani Mwenyezi Mungu anasema kwamba wama khalaktu jinna wal insa illa liyabudun kwamba Mwenyezi Mungu akuumba majini na watu usipokuwa wapate kumwabudu. Ndugu yangu mwislamu, ikiwa wewe una ndugu yako Muislam aliyetangulia, baba yako, mama yako, shangazi yako eh, basi hakikisha unakuwa unatenga muda wa kuwaombea, tenga muda wa kuwaombea kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an nasema kwamba walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wale wanaokuja baada yao husema Mola wetu tusamee sisi na ndugu zetu waliotutangulia kwa imani. Hivyo ndugu zangu Waislamu, tuwe na utaratibu wa kuweza eh, kuombea ndugu zetu waliotutangulia, kwani hata sisi pia tutaombewa na wale tutakao waacha na la msingi kabisa, ndugu zangu, ni tuhakikishe tunaacha e, mambo matatu yenye kuendelea. Kukikosa katika hayo mambo matatu basi ujue wewe utakuwa ni mwenye hasara kubwa. Hakikisha unakuwa mtu ambaye unatoa sadaka zenye kuendelea au elimu yenye manufaa. Elimu, fundisha Qur'ani. Ndio maana tunatengeneza video kama hizi tunaposti e, dua mafundisho ya Qur'ani kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili watakaokuja baada yetu inshallah wawe wakisoma na sisi tutakuwa tunapata thawabu. Ndugu yangu muislam, ikiwa video hii imekufundisha kitu, basi hakikisha una comment hapo chini, na pia usiache kushare video hii. Hakikisha una subscribe, una like, una comment na una share video hii kwa wengine Ukifanya hivyo basi, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujalia riski, rehema na akulipe pepo wa ila huna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh.